about the kidnapping and abduction of young people. Huku tukimwongelea kijana wake Muturi ambaye aliweza kuteka nyara na wana secret agent services ambao wanafanya kazi nyuma, ama kwa ofisi wanavyosema, ofisi ya rais so uh, Justin Muturi, today has talked about the government and attacked the, government over something we call the National Government Constituency Development Fund. Muturi amesema kwamba koti ilikuwa imesimamisha uendeshaji wa shughuli za CDF And why is the government still allocating money for the CDF whereby MPs are seen loping, steering and enriching themselves instead of helping needy Kenyans? Turudi nyuma kidogo pale ambapo waliweza kusema kwamba MPs waweze kunyang'anywa kitengo cha ja CDF, tuliweza kuona hisia tofauti kutoka kwa wabunge wengi, wao wakilalamika kwamba hawatakuwa na chochote cha kuwapa wanakijiji ama watu wa maeneo ambayo wanatoka. So if Muturi can come out and speak that the government needs to do

cdf → CDF ni kitengo cha pesa ambacho kimewekwa kando ili kumpa mbunge hela za kuweza kuhakikisha kwamba ameweza kufanya maendeleo katika maeneo ambayo yeye anaongoza, lakini baadhi ya wabunge wamekuwa wakipatikana katika ulaguzi. Let me use the correct word, ulaguzi. Steering of public funds so if you look at the reports that have been given recently on the MPs that use their funds well and those who have not used their funds well you could get the difference why there is maximum stealing of public resources from Kenyans mpenzi mtazamaji kuna baadhi ya wapunge ambao wameweza kufanya kazi kwa kazi na kuna wale ambao hawajaweza kukifanya chochote tangia waingie katika kiti cha ubunge, lakini ukiangalia maisha yao wameweza kuongeza magari makubwa, mashamba makubwa, manyumba kubwa. So I think it's high time we consider this, hii pesa iende, he eita, kwa kaunti ama kwa national government So tatukue na upungufu wa ulafi wa wabunge ikifikia ni nyakati za the allocation of public resources to Kenyans. Swala lingine muhimu, ningependa tuliguzie ama ningependa tuliguzie kwa undani kidogo, ni swala la, la Rigathi Gachagua kuweza kuungana na Matiana ni suala ambalo nitaweza kukuruhusu upunge hewa kidogo ili tuendelee na mazungumzo haya hapo baadaye.